Inatajwa uh, UFM uh, kutimiza miaka miaka kumi. Uh, yes kabisa, hmm. Miaka kumi na tutakuwa na, na, na mfululizo wa taarifa hizo, bado kidogo tunaendelea kuweka vitu vyetu sawasawa, lakini kiuhakika huu ni mwaka wa kumi wa UFM tangu okay, imeanza shughuli zake rasmi na tunajivunia kwamba tumetimiza miaka kumi na mafanikio okay, kwamba tunapiga hatua nzuri sana kama kituo cha, cha, cha habari cha utangazaji cha, uh, cha redio. Kwa hiyo tunafuraha kuona mambo yanakwenda vizuri, okay, yeah. Tutatoa hizo hizo taarifa umefanya kama taarifa rasmi itakuja, lakini si vibaya mm, wasikilizaji wetu kupitia UTV mm, kwenye Alasiri Lounge wafahamu kwamba na sasa tupo kwenye miaka kumi. okay. ile ilikuwa kumi damdamu ya Azam TV. mm -hmm. mwaka elfu mbili ishirini na tatu Sasa inakuja ya UFM elfu mbili na ishirini na sita miaka kumi. mm -hmm. Sasa pengine kabla hajatangazwa rasmi, lakini ni miaka kumi sasa. Kama ulivyozungumza, ni mafanikio gani, japo kwa uchache tu, ambayo mmeyapata mpaka sasa? mafanikio hasa ni kwa sababu unajua, hii redio ilivyoanza hai kuanza na vishindo, ilianza tu kawaida kimya kimya, ikaja hivyo imekuja, imechukua muda kidogo kuja kupata vishindo kwa sababu. Nakumbuka aliyekuwa CEO wetu mzee Tido Mhando aliwahi kutupatia Unajua, uh, mnakuwa mna na wakati wa, wa, wa kufanya kazi kiutendaji mm. mnapewa malengo na kuyatimiza mm. mnajiwekea na uongozi unayathibitisha alafu mnakwenda kwamba e, kuna ripoti iliwahi kutoka mwaka elfu mbili kumi na tisa ikionyesha kwamba UFM haipo hata popote watu wanapoifahamu. e, katika hali isiokuwa ya kawaida unaweza usiamini kwamba humu ndani <laughs> hey, ilipo Azam midia kwa ukubwa wake no. Uh, kuna wafanyakazi hawakuwa hata wanajua kama kuna redio inaitwa UFM kabisa, na wanafanya kazi ya Azam. Na kwa hiyo kukawa na juhudi kwanza, ipeni heshima hii redio, ifike mahala kila mmoja aitambue ndani, lakini na, na Dar es Salaam nzima mm. ijue kuna redio inaitwa UFM. Tukafanikisha hilo, lakini mafanikio makubwa zaidi ni miaka kama mitatu imepita, ambako sasa CEO wa sasa, uh, bwana Patrick Kahemele na na, na afisa mwendeshaji mkuu Bwana Yahya Muhamed na maceo wengine kwa muundo wa kampuni nzima uh, wakatuwekea malengo kwamba tunataka hii redio isikike na ijulikane nchi nzima. Na mnataka tufanye nini? Wakambia tufungulie tuweke masafa majiji mengine na nini, ita, itajulikana, si tutafanya tunayoweza. Kwa hiyo wakasema sisi ruksa, wakatununulia mitambo, wakafasiliti mbalimbali. Tunapozungumza leo uh, UFM Radio inajulikana nchi nzima nchi nzima na tuna kuna miji maalum ambayo tumefunga hizo frequency na tunaendelea, lakini tunasikika vizuri sana kwenye miji ya magharibi kabisa. Tupo mji wa Kigoma na maeneo ya jirani, tupo uh, kaskazini mwa nchi, kaskazini mashariki, kwa maana ya mkoa wa Arusha. Tupo Mara tupo kwa maana ya ya, ya mji wa Musoma, mm, na miji mingine jirani. Ah, uh, tupo Shinyanga kanda yote ya Ziwa ukanda ule ambao kuna watu wengi zaidi hapa nchini, nafikiri kama mtu hajui kwamba watu wengi zaidi wako ukanda huo wa Ziwa. Mm. Alafu tupo pia Mtwara, tunasikika na miji mingine ya jirani. Halikadhalika tunasikika vizuri sana Dodoma na na na, na, na maeneo ya jirani. Na unajua, UFM pamoja na mambo mengine uh, tunasikika kwenye fasiliti nyingine yani kwenye nyenzo nyingine za, ku, za kurushia matangazo, okay. Tupo mpaka kwenye mitandao ya kijamii kwa maana kwamba unaweza ukatupata kwenye king'amuzi, kwa maana si king'amuzi kumradhi, kisimuzi cha Azam, tupo redio pale lakini, Azam, uh, TV ina ina platfomu yake ya mtandaoni Azam Max, Ukifungua tu nakutana na UFM Radio ipo pale, pia unatupata popote ulipo duniani, tunapatikana kwenye zeno, hiyo ni platform ile ya kidunia, inaitwa ni Radio Garden platform, ambako redio nyingi za mtandaoni ziko pale, UFM pia ipo huko. Kwa hiyo unaweza kutusikia mahala popote utakapokuwa hapa duniani, na tunasikia fahari kufanya kazi kwenye redio kwa sababu ni nyenzo ya kipekee ulimwenguni ambayo unaweza kuisikiliza kui wakati wowote mahala popote unafanya shughuli yoyote unayojua wewe. Hata ukiwa msibani umekaa hapo msibani unaweza kusikiliza redio. Una mm, furaha utasikiliza redio. Unaumwa uko hospitalini na karedio ka pembeni, unasikiliza. Umefunga macho, unaona unasikiliza, unafua nguo, unakula vyovyote vile. Lakini fasiliti nyingine zote zote ikiwemo televisheni, ikiwa za mitandaoni, huwezi kufanya bila kukoncentrate, yani bila kuzingatia yani, lazima kama ni mtandaoni ukae hivi uangalie, kama ni TV lazima uiangalie, kama ni gazeti lazima usome, chochote kile lazima. Kasoro redio peke yake unaweza ukaisikiliza bila kushughulisha